Usajili wa makonstebo wa polisi ulipata pigo jingine hii leo wakati mahakama kuu ilipoizuia huduma ya taifa ya polisi kuandaa shughuli hiyo tarehe kumi na saba mwezi huu. Jaji Bahati Mwamuye alitoa maagizo hayo baada ya mlalamishi Eliud Matindi kupinga uhalali wa kikatiba usajili huo utakaoandaliwa na inspekta jenerali wa polisi na huduma ya kitaifa ya polisi badala ya tume ya kitaifa ya huduma ya polisi. Ruth Wamboi anatuarifu. Makabiliano ya kisheria kuhusu ni nani kati ya tume ya kitaifa ya huduma ya polisi na huduma ya kitaifa ya polisi anayepaswa kuandaa usajili uliopangwa wa polisi anazidi kukidhiri. Hii leo mlalamishi kwa jina Eliud Matindi alidai kwamba kupitia kifungo cha 2463a cha katiba ya Kenya, ni tume ya kitaifa ya huduma ya polisi iliyo na wajibu wa kusajili maafisa wa polisi na wala sio huduma ya kitaifa.

Mahakama ya utatuzi wa mizozo ya ajira taifa ilisitisha shughuli hiyo mnamo Oktoba mbili mwaka huu, na tarehe 30 mwezi Oktoba, jaji Helen Wasilo akazuia wa tume hiyo kuandaa usajili huo, hatua iliyoipa huduma ya taifa ya polisi na inspector jenerali wa polisi fursa ya kuandaa shughuli hiyo courts can only exercise jurisdiction which is given to them either by the constitution or by law or by an act of parliament. Oh. Hmm. Kisha inspekta jenerali wa polisi akatoa tangazo jipya la kusajili maafisa elfu kumi katika vituo mia nne na ishirini na mbili kote nchini Novemba kumi na saba mwaka huu. Katika ombi lake, Matindi alidai kwamba hatua hiyo ni kinyume cha katiba, akidai kwamba inspekta jenerali wa polisi ana mamlaka ya kisheria kuendesha usajili wa polisi bila ujumbe wa moja kwa moja kutoka tume ya NPSC. Akitoa maagizo ya muda ya kusimamisha usajili huo, jaji Bahati Mwamuye alisema ombi hilo linaibua maswali ya kikatiba na manufaa ya umma ambayo sharti yasuluhishwe kabla ya shughuli hiyo kuendelea. As things stand now, the recruitment exercise that was advertised by the IG of the National Police Service, uh, to take place on Monday the 17th of November 2025 has been stopped. Until the, the court directs otherwise. Kesi hiyo itatajwa Januari ishirini na mbili mwaka ujao kuthibitisha uzingatiaji wa kanuni kabla ya maagizo zaidi kutolewa. Hali ya mshike mshike inaendelea kugubika uajiri wa makuruto elfu kumi wa polisi huku swali babu kubwa likisalia ni je, ni NPS au NPSC ndo wenye majukumu. Ruth Wamboi nikiripotia Darubini kutoka Mahakama ya Milimani.